Tumeamka asubuhi mapema tu, nasikia jirani yangu ananiita. Njoo kwanza, mimi nikaja. Naona kama jirani yetu mlango uko wazi. Naona kidanda kwanza, kamwangalie nasikia kama alufu alufu. Jirani gani Malukaya? Mimi nilitoka nikafika mpaka mlangoni naita Malukaya, Malukaya. Malukaya, Malukaya. Kimya. Ndakuta mainzi wako wako wako mlangoni pala, wamejaa topu. Kufika mlango ninakuta tu umebugazwa, mimi nikashika ndani mlango nikafungua. Baada ya kufungua, ninakuta damu ziko chini, mwenyewe amelala kitandani. Ya juzi siku ya Jumatano alifika nyumbani kwangu akaniambia mama, mimi ninaumwa. Ninaumwa nini? Akaniambia naumwa kichwa, nikamwambia, sasa subiri nipike chakula ule akasema, mimi chakula ninacho, naenda kupumuzika. Baada ya hapo sikuweza kumuona tena mpaka hivi sasa ninapoongea. Ninaihusia jamii, munapokutana na watu kama hawa, mkiwa kama wazazi, ndugu, muwe naye karibu. Naamini mama Lukai amefariki siku ya Jumatano, lakini binadamu sisi hatukuwa tunalijua hilo. Eh, kuna dawa ambazo ilikuwa anatumia za ugonjwa wake na mpaka sasa hivi anafariki anazo, na pia hata vyeti vyake vipo vya kuonyesha kwamba ilikuwa na ugonjwa huo. Huyo Sophia bint Qasim yeye alishawahi kuolewa mwanzoni. Kwa hiyo baada ya kuolewa akapata mtoto wa kike ambaye anaitwa Rukaiya. huyu mtoto mpaka sasa hivi unazungumza ni naye mimi na mpaka sasa hivi yuko form four. kwa hiyo ni naye mimi. Kwa hiyo ashawe kuolewa ndoa moja na kumpata huyo binti binti. Hamis Athuman, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mbae Mashariki, kata ya Fukoni, Mtwara manispaa: tumepokea taarifa za msiba wa ndugu yetu Sofia Ismaili Kasimu kwa masikitiko makubwa. Wanipata taarifa kutoka kwa wananchi, wanipata taarifa kwa simu kwamba tunapita katika eneo la ndugu Sofia jina maarufu anaitwa mama Rukaiya, lakini tunaona hali ambayo isiyo ya kawaida. Mimi nikatoka na timu yangu ya ofisi nikaja katika eneo la tukio, tukathibitisha hilo kwamba kweli kuna changamoto pale. Baada ya hapo, tukafungua mlango tukaangalia pale, tukakuta kweli yule mtu amefariki. Imeonekana kwamba ana kama siku mbili hivi, leo ni ya tatu tangu amefariki dunia, na bahati mbaya uh, mpaka uh, inajulikana baada ya kusikikana harufu mbaya kutoka kwenye nyumba yake ambayo anaishi peke yake. Kwa hiyo baada ya hilo, taarifa zinatolewa polisi na polisi wamefika eneo la tukio, wamechukua mwili na wamepeleka hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kidaktari. Imethibitishwa kweli amekufa kama siku mbili zilizopita, na inasadikiwa kwamba huyu mama alikuwa na ugonjwa wa kumu. Kwa hiyo alizidiwa na ugonjwa wa kumu, akawa hakupata msaada.